Jambo la busara wakati wanapokuja ni lazima tufahamu ya kwamba tumeitwa na Mungu na tunamwambia kwamba mzima ambaye amekuita kwa ajili ya wewe kuhudumu katika kanisa lake amekuita. Wito Mungu aliyokuita ni wito wa neema. Mungu hajakuchagua kwa sababu ya kustahili kwako, wala kwa sababu wewe ni bora kuliko wengine ndio maana tunakuja mbele za Bwana leo kuliweka kundi hili maru mbele za Bwana kwa ajili ya huduma maru ya utume. Ombi letu ni kuomba kwamba Roho Mtakatifu awajaze wingi wa baraka zake, wingi wa neema yake, wingi wa utukufu wake, na ushindi wa Yesu Kristo usiondoke juu yenu ni lazima tufahamu ya kwamba Mungu amependekezwa amependezwa, ili uweze kuilinda imani yako na kukukuza katika utumishi wake ili akujalie hekima, neema, uvumilivu na maarifa. Mungu